Sijafurahia nayo, sijapendezwa nayo yani, kwa performance ambayo Simba ameicheza sijapendezwa nayo, yani ilikuwa ni mpira wa kawaida sana jamaa. Kuna zile mbili tatu hivyo alikosa, yeah. Kuna mpanzu kakosa pale, kuna soa kakosa, ila alikuwa peke yake kabisa. Mm, kipa ashatoka lakini kakosa. Ndio hivyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu, lakini Mwenyezimungu uh, lakini kiujumla timu nne za Tanzania zimefuzu kwenye hatua ya makundi. Uliona watani zako jana timu yao umeiona? E, nimeiona wamejitahidi, sio mbaya, wa meza wamejitahidi yeah. Timu wanayo kidogo, sio sana timu ya kushindana, ni yeah. ya e, kawaida wajikaze yeah. wajitahidi. Sisi ni wazoefu kwenye haya mashindano mm. Kwa hiyo tunawaambia kama wakubwa zao, yaani wajitahidi, waongeze juhudi kama wakubwa zao, wakubwa katika zaya mashindano haya sasa, oh, eh, kwenye mashindano yes, kwenye mashindano haya, sisi wakubwa wao hapa nyumbani pia sio mbaya, tunashindana <laughs> <laughs> tunashindana hapa, yes, nyumbani hajanizidi hey, bana kabahatisha tu kwa, kwa ulivyoiona timu yako uh, na timu yao. Nyinyi malengo yenu makubwa msimu huu ni kufuzu makundi, I, I mean, ni kubeba ubingwa yes, wa ligi kuu, vipi, unaona hili linawezekana? Ya, linawezekana, linawezekanasaa sawa, sawa. Amna shida na sisi tuna manager tayari ya matatu, tunaye uh -huh. manager tunaye na sisi uh -huh.